Hapa ni katika kijiji cha Matanana kata ya Bomilainga, eneo ambalo linatajwa kuwa ni miongoni mwa vijiji vyenye vyanzo vingi vya mapato. Hali kadhalika imekuwa ikibuni miradi mbalimbali mbali ya kimaendeleo. Mathalani mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kijiji hiki kilibuni kuanza ujenzi wa ukumbi ili uweze kuongezea kipato chao, na hivyo baada ya kupasua miti yao, basi walipata kiasi cha shilingi milioni 21 lakini badala ya fedha hiyo kuingia uh, kwenye akaunti ya kijiji ikaingia kwenye akaunti aliyekuwa kaimu mtendaji um, wa kijiji hiki. Tukawa tunahoji kwamba unafikisha shingapi, majibu yakawa hayachoki. Baada ya watu kadhaa kwenda TAKUKURU, TAKUKURU ikaja kutushtua mle ndani kwamba pana kitu kinaendelea hapa ofisini, na ndipo wajumbe tulivyokaa tukaanza kufumbuka kwamba kuna nini kinaendelea. Huyu ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, anaeleza hatua mbalimbali ambazo alizifanya hadi kufikia hii leo. mwamuzi ya kwanza kwanza, alipigwa faini ya shilingi laki tano na la alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja cha nje cha mwaka mmoja, lakini vile vile ilisema kwamba fedha hizo zirejeshwe milioni 21 na elfu arobaini ambazo leo sasa tunashukuru Mungu ametupa fursa hiyo tumekuja kuja kuziwasilisha hapa. Mkuu wa wilaya ya Mufindi, Dr. Linda Salekwa, amewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye vyombo mbalimbali mbali vya serikali ili kuhakikisha wanawafichua wahalifu, mathalani wanaofanya ubadhilifu wa fedha. Kwa hiyo ndugu zangu, hili liwe fundisho kwa mambo yetu binafsi, kwa mambo ya kijiji, kwa mambo ya kata, swala la fedha, imani weka wewe ni mwazini, kusanya fedha, peleka zinapotakiwa kuwa. Hatua hii imenifanya kuzungumza na baadhi ya wananchi kutaka kufahamu changamoto hii imewaathiri kwa kiasi gani, na wakumbuke kwamba kile ambacho wanakifanya ni nguvu ambazo ni wananchi walifanya, ndio maana kinafika mpaka mahali ya pengine kuwapelekea hata wao kuto kuaminika kabisa katika sehemu zingine tena. Kwa hiyo tumekuwa na imani kubwa na mkuu wetu wa wilaya pamoja na TAKUKURU wilaya mkoa kwa yale mawazo tuliokuwa nayo sasa tunaona yapo sahihi. A, nimejipanga kwanza kutotumia fedha ambayo haijapelekwa benki, niakishe hela yote inayokusanywa na kijiji inapelekwa benki. Tumefurahi baada ya kuona hii hela ambayo ilileta kigugumizi sana kuona imepatikana. Muhammad Nyaulingo, Mufindi.